Huweni fulani wanafunzi wa chuo kikuu cha Kampala KIU kitivo cha sayansi tawi la Dar es Salaam wamefanya mgomo wakishinikiza uongozi wa chuo hicho kuhakikisha wanasajili kozi wanayosomea ili wahitimu wasije wakapata ugumu wa kutambulika na kupata ajira. Mgomo wa wanafunzi hao umekuja baada ya kuibuka kwa malalamiko ya wa wahitimu saba wa kozi hiyo kushindwa kuendelea na masomo ya ngazi ya juu kufuatia maombi yao yaliyofika kwenye tume ya vyuo vikuu TCU kwa ajili ya kupata nafasi za masomo na mikopo kutupiliwa mbali. Mwanahabari wetu amefika katika chuo cha KIU na kuweza kuona mgomo unaoendelea <tinyo> Wanafunzi wa chuo cha KIU tawi la Dar es Salaam wakiwa kwenye mgomo wao wakishinikiza uongozi wa chuo hicho kuhakikisha kozi wanazosomea inatambulika, na kinyume na hapo, hatua za kisheria zichukuliwe, kwani wamefanya utapeli kwa wanafunzi. Mgomo huo unachangia madhara kadhaa ikiwamo uharibifu wa mali za chuo hicho, huku wanafunzi wenyewe wakionekana wenye jazba na kuhisi kumekuwa na harufu ya utapeli wanaofanyiwa. Lakini kuna mwanafunzi mwingine ambaye ni mwaka wa kwanza, leo analipwa kiasi cha shilingi milioni sita na laki saba. Zote hizi ni pesa nyingi sana, lakini kwa bahati mbaya hizo pesa mpaka sasa hatujui kama zitarudi kwa sababu chuo cha Kampala hakijasajiliwa. ya matokeo yaliyotoka mwezi wa pili ya end of the semester yametoka zaidi ya mara tatu, yanabandikwa, yanafutwa, yanabandikwa, yanafutwa ya hii ni kwa ajili ya kutoelewana. Vice chancellor anatoa matokeo yake, dini anatoa matokeo yake, curriculum tunazozitumia zinakuwa tofauti na curriculum za vyo vingine. Hii ndio shida na hapa ndipo tumegundua kwamba tu hapa kinyume na sheria, kwa sababu kama tungekuwa tumesajiliwa tungekuwa tunatumia curriculum za vyo vingine. TCU mwenyewe katika kitabu chake anasema kuko, katika sheria namba namba tatu, ibara ya pili, peji namba tatu, anasema kwamba kabla hajasajili chuo atakitembelea chuo na kufanya ukaguzi wa kuhakikisha kwamba mahitaji yote ya kitaaluma ambayo yanahitajika katika kozi hizo alizoziapruvu yatakuwepo vilivyo. Vya wanafunzi hawa vinatusukuma tumsake rais wa wanafunzi wa chuo cha KIU Elias Mbaho na kutaka kujua hatua gani wamechukua hadi sasa. Mkuu wa mafunzo alikoagizwa na katibu mkuu e, kwa Farmers Council wamesema tuwape two weeks wanakaa watarelease two weeks. Ninapozungumza Farmers Council ni serikali, nadhani unafahamu. Two weeks watakaa, watarelease. Alafu laboratory wamesema wanakaa tarehe 17 i think, nikishukutwa kulingana na mjibu wa, wa, wa, wa barua yao hiyo. nadhani hiyo hii hapa ambao wamesema haina saini ya sijui kuna mhuri mwingine, lakini ninachojua huyu, hii nembo ya bibi inapokuepo na saini yake ni nembo ya serikali, ni mhuri wa serikali. Walalamikiwa kwenye hili ni uongozi wa choche. Kio hivyo tunaamua kuwafuata na kutaka kujua ni kweli, kwenye hili kuna harufu ya utapeli wanaofanyiwa kwa wanafunzi. Process ya ku register the, the official registration ndiyo limechelewa, ya ndiyo inaleta mgogoro lakini haimaanishi programu limekataliwa, limechelewa, na kweli tunakiri hapo limechelewa, lakini programu iko pale pale, walimu wapo pale pale, maabara na vifaa vipo pale na masomo yataendelea iwapo watakubali kuendelea na madarasa. Yapo walimu, nilikuwa na mwalimu wao yuko tayari kuingia darasani. Chuo Kikuu cha Kampala q tawi la Dar es Salaam salam kilipata usajili wake mwaka 2011 na bodi ya Famasia, ikiwa ruhusu kutoa kozi ya afya, ikiwa chini ya uangalizi mpaka pale watakapotimiza vigezo, huku uongozi wa chuo hicho ukiamini mpaka sasa wameshatimiza vigezo vilivyokuwa vikihitajika. Gilbert Johannes, Azam TV, Dar es Salaam.